Unajiona umefika basi? Kama ndio hivyo unajidanganya. Alafu umekosa wanaume wote mpaka uje uolewe mitala kwa mume wangu? Alikudanganya nanini? Mbona mwanamke, una uwezo wa kupatwa na mwanaume yote Sasa nikwambie, haujaingia kwenye ndoa, ila umeingia kwenye vita, na mpa manaji ni mimi na wewe. Sikupendi, sitakuja kukupenda na siku utakaoona umeumwa tumbo tu basi, sali sala zako za mwisho, kwa sababu itakuwa imekuekea sumu, sumu itakayotoa uhai wako, sumu ambayo itakuwa funzo kwa kila mwanamke anaingia kwenye ndoa, ambayo imekwisha jitengeneza bila kujua mtu alipoanzia na mume wake, ngo kuja kuona ua limechanua, hapo ndipo napoingilia ndoa wa za watu, na ndo hapo

na imani ukazigeuza ungezigeuza ukamfanyia ukazige mumeo yale sahihi anayohitaji, basi leo hii hata mimi nisingekuepo hapa. Kutokuwa ni na heshima kumthamini mumeo na kumdharau, yote haya ndio yametokea. So amna kumlaumu mtu hapa, jilaumu wewe na nafsi yako. Hii nyumba ambayo unayojivunia kwa nyumba yako Nimekukuta hivi unajua kama mme wako kadi za benki zote amenipa mimi hau lijui kama mimi ndo mmiliki alafu kitu ambacho sio kijua kuanzia leo hii inamaanisha sasa hivi kesho na kesho kutu mimi nitakuwa hapa Usiponiona cheoni utaniona bafuni. Usipo bafuni. Givi, javani, na usiponiona bafuni basi utanikuta sebeni. Hivi sijui unalijua hivo, mi mzuri jamani, ndio maana niko hapa na na kila vigezo mi ndo muni mi niua popote na chanua, embu niengalie nadhani ilo unalijua ndo unaogopa kusema. Moni tumeona mwezi sembosemunila, unang'aa kwa kipi? Lakini sio mbaya, mume wangu ajakosea kupenda mrembo kama wewe. una kila sababu ya kupendwa na mume wangu na kukupa kile ambacho ni cha kwangu. Kuna muda sitamani kabisa kukuumiza, inanibidi unapendeza kweli. Ewe ni mrembo sana, tamani ingekuwa kama wewe. Mpende sana mme wao kwa sababu anakutengeneza